pema mpenzi weke yupo, na mwingine simu yake inaisha chaji kabla tume hata neno la mwisho. Akirudi home, mlango umefungwa fungo zake zipo fukoni. Mwingine anacheka tu, macho juu, labda kesho itakuwa rahisi, anasema

Naomi, naomba uchunge mdomo wako. Yaani usinitishie. Wewe unajua mimi. Mimi nakujua wewe sitapeli. Sasa mecha ukaponi. Wewe sikilize. Wewe sikilize. Hakuna mama anataka kujua. Naomi, wewe nakuja. Mbele ya mama ushakuelekeza. Sasa nikwambie kwa taarifa yako leo tunaenda mpaka kwa. Ushakwambia chunga mdomo wako. Unapoteza kwenye uso wako. Wewe unapoteza uwezo na usinitishie. Mimi nimewatumia na yenu nyakoni. Yaani sana.

Yaani umona mama angu huyu ni anamdai huyu Sambai hela yetu ya kodi. Umona na hiyo hela mi natakiwa niile chuo, lakini cha ajabu alichokifanya ye huyu Sambai yaani ni ana matukio ya ajabu. Katuma kweli hela sisi, mwamala tumeuona, lakini kinachosikitisha tu- tumeenda kutoa hela tukaambiwa tuna salio. Sasa hiyo hela itakuwa imeenda wapi huyu? Oh, sambai sambai Sambai nini? nataka kunambia chuo changu mi jamani, sasa mama mimi ni wachesha katika hilo naomba kusema so kweli, ili jambo linafuatilia kwa ndani sana. Ni kweli mimi limenishangaza, japo kuna mambo mengi ambao naendelea hapa na usambai mengi sana ambayo anatokea, nazidi kuwashughulikia. Sasa naomba kwa leo hii, tokamoni kabisa, naomba kwa leo mwe Yes, mimi siku mbili hizi nitamuda Sambai, nitakaa naye kwa kina dada. Pia najua ndio na masomo, napambana masomo kwa kweli. Yes, nilikutoa shaka, pole sana. Naomba ili jambo ndani, siku mbili mimi nitalifanyia kazi kwa ndani kwa kweli. Kwa leo naomba mkapumzike. Then baada siku mbili muje hapa na mimi, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa, sisi mwalimu, tumekuelewa, lakini tunaomba yani, tunaomba yani, tunaomba mwalimu uweze kutusaidia ili jambo liweze kufanikiwa, mamangu aweze kupata hela yake. Ni kweli. Ni kweli. Mama nimekuelewa, dazi nimekuelewa. Naomba msione mama, msione shaka yoyote kabisa. Kila kitu kitakuwa sawa. Ndani tuweze kusomea. Kwa sababu huyu Sambai ni mengi sana, pia mimi nafuatilia hapa. Kwa hiyo msione shaka lolote lile. Hakuna mtu kitaharibika. Be free. Sawa. Sisi tumekuelewa mama. Tuendeze. Ah.

Uh -huh. Uh -huh. Vipi na mkono na mimi, yani basi, na shida unaijua, unajaribu kuniigizia mimi. Yani wewe ukathubutu kunitapeli mimi na mamangu, ufanye kama vile mimi nimekutapeli wewe. Mimi sijakutapeli kabisa ana ukajifanya ukaacha kurudi nyumbani. Hivi ulifikiria usirudi nyumbani? Changamoto wewe unaishiwa changamoto kila siku, na changamoto, kama umeweza kututapeli na siku hizi sisi unataka kutukimbia, sijakuelewa. Ukajifanya ukuta kurudi nyumbani, ulifikiria akupa changa, hamna changamoto. Shida unaijua na tatizo unaijua lianzia wapi? So, sasa hapa leo ni haya, uchague unipe changu niondoke nacho, au unipe hizo unazoziita nguo

Mnakuja, mnakuja, mnakuja, mnakuja hapa hapa. huyu yeah, naye mimi kwa, yeah, hawana haja hmm, kujua wewe ni nani, kwa sababu wewe ni ni tapeli tapeli tu, kama kama wewe hivi ni tapeli hivi. Sambai, unavaa vizuri, mimi ni ni kujua wewe ni nani hapa ulipo tapeli. hawana ugali wowote, wewe ni tapeli tu, wewe ni w anayefahamika kwa jina la Sambaye, nafahamu nafahamu vema, ndio, huyu kijana kuna matukio mengi ambayo tumekuwa huku nyuma akitokea, yapo mengi kweli kweli, mengi tumeshughulikia na mengine bado nazidi kushughulikia, sijakaa sawa. Leo hii muda fupi uliopita hapa amekuja mama ambaye anaonekana ya kwamba analalama, sasa nimemwita hapa ili tudili na mambo kwa haraka asije kijana akachafua taswira nzima tuko kwetu hapa

mama pesa yake aliona alipoenda kwa wakati kutoa ile pesa, ghafla anakuta kwamba pesa hakuna kwenye simu yake. Mwalimu, kwa na ushauri, yeah. kama inawezekana huyu sambai aitwe, aletwe hapa, mm. Ahukumiwe kwa makosa anayoyafanya, maana huyu ujinga anatuchafuria bwana, aitwe basi. Akaenda kupoteza mimi ni nani, madamu Mtuli moja kwa moja kulitesa sambai maana asije akatafuta sura nzima tu kwetu hapa. Sawa. Ah.